Atakapokuja kwa mara ya pili atakuja kwa ajili ya kuhukumu kila mwanadamu. Haleluya! kila ambaye hata mwamini anahukumiwa. Amen. kila ambaye hata mwamini amepaswa kuhukumiwa. Haleluya! Lakini kila anayemwamini anapokea neema ya wokovu na neema ya kupokea maisha mapya ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe, amina. Sina bali, barikiwe. Haya yaliyozungumza naozungumzwa yanatosha kwa sasa yeah. naomba mkutano wote tusimame, naomba mkutano wote tusimame, naomba mkutano wote tusimame. Ah, hatujaleta mali hapa dini, tumemleta Yesu Kristo. Mm. Unawezi ukawa ndani ya dini ukaendelea kuwa mwashirati na mchawi. Dini haiwezi kukufunika, dini haiwezi kuwa Yesu wako, dini haiwezi kuwa safina, dini haiwezi kukulinda na ghadhabu ya Mungu kipindi cha Nuhu wengine waliangamia, lakini walikuwa na dini zao. Wengine walikuwa ni waabudu sanamu lakini sanamu hazikuwasaidia wengine walikuwa wazinzi na wana dini zao, lakini dini hazikuwaokoa. Kama unatamani kumpa Yesu Kristo maisha yako, fanyiki kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yako, naomba usogee mahali hapa mbele, tutaomba na wewe sala ya kukuunganisha kurudisha kwa Yesu. Kama unajua kwamba maneno yametumwa mahali hapa kwa ajili yako na unatamani kufanya maamuzi mazuri kutokana na maneno uliyoyasikia. Naomba usogee mahali hapa tuombe na wewe. Hilo sio la kumuuliza mtu yoyote. Maisha yako ni dhamana yako mwenyewe. Hakuna mtu atakayeweza kusimama badala yako kwenye hukumu. Kama unatamani kumpa Yesu Kristo maisha yako, afanyike kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Naomba usogee mahali hapa omba na wewe kukupatanisha na Kristo. Karibu, na Mungu akubariki. Simuone mtu aibu, karibu kama unatamani kumpa Yesu Kristo maisha yako, unajua mienendo yako. Atujea kukutoa kwenye dini yako, tumekuja kukupatanisha na Yesu wako, ili kwa ajili ya usalama wako mwenyewe. Kama upo umesikia maneno haya na amekugusa amekuchoma karibu mahali hapa, umpe Yesu Kristo maisha yako, historia yako itabadilishwa. Haijalishi umezini kwa muda gani, Mungu wetu anasameha nafuta na anasahau. Historia yako mbaya haitakumbukwa tena, nyaraka zizokuwa zimeandikwa maovu yako zitafutwa. Amen, naomba usogee mahali hapa kama unatamani kujipatanisha na Yesu Kristo. Usione aibu, usione aibu. Simuonee aibu Yesu katika kizazi hiki cha uzinzi na uasherati, simwonee aibu Yesu Kristo asije akakuonea na yeye aibu mbele za Baba yake. Ni suala la kufanya uamuzi mmoja na kumkabidhi maisha yako ayatengeneze, aondoe kila aina ya ubaya ambao watu walikuwa wameuingiza, akutengenezee moyo mwingine, akufinyange, akuumbie moyo mpya, moyo unaopondeka moyo wenye unyenyekevu. Kama yupo, kama yupo, jamani, karibu, karibu. Kama upo karibu, kama upo karibu. Kama unaogopa kusogea, nyosha tu hivi kidole. Kama unaogopa kusogea, nyosha kidole hivi. kama upo unatamani kumpa Yesu maisha yako, haya maneno hayajatumwa mahali hapa bure. <laughs> hayajatumwa mahali hapa bure, Yesu hajatuongoza eneo hili kama hakuna mlengwa. Yuko mtu ambaye amekusudiwa na Mungu, asingetuleta hapa ikiwa hakuna wenye dhambi, asingetuleta mahali hapa kama hakuna wazini kama hakuna wachawi mahali hapa singetuleta mahali hapa kama hakuna walevi mahali hapa singetuleta maana yeye anakuja mahali ili kuokoa kilichopotea anakuja eneo ili kuwaokoa waliotekwa na uzinzi ushirati waliotekwa na uchawi anakuja kwa ajili ya kuokoa kilichopotea kwa kama usingekuwa na dhambi mahali hapa asingetutuma eneo hili koki vyovyote kuna sehemu, kuna ikilafu eneo hili, kuna njia tumekuwa tukiziendea ambazo si sahihi mbele za Mungu. Naomba tusogee mkutano, tusogeesge sogerete sogere, isiniogope. Naomba tusogee hivi, naomba tusimame. Naomba tusimame. Naomba nanyi si wote msogee. Hata kama hamsali na sisi sogeeni tu hapa. Hata kama si dini yenu. Niogopa kwa sababu si dini yetu. Sogeeni tu hapa. Tuombe pamoja. Sogeeni tu. Sogeeni tu. Tumalize kwa pamoja. Hata kama si dini yenu. Naomba msogee, msitogope. Sisi ni watu kama nyinyi, situogope. Naomba tusobiri.